Zinalia pole miti inatetema. Amjambo watoto, amjambo shamu. Malaba miru wa raya moto vumbila usiku goma. Zinalia pole miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali kijiji cha jirani kapita porini mfuko mkononi me... Oh, mloka ah, vipi mze dingoka eh. Kwema safi safi safi. Vipi mbona kimya ah? Maana nyumba ile nimejenga kwa sababu yenu nyinyi, ya kujifunzia. Ndio ndio eh, ntafutia wapangaji bwana eh? Tuliaidiana vizuri tu kwamba bana ile nyumba ile tule... Swala ya kutestia ndio pa pakujifunzia hapa jamani. hey, nataji wapangaji, nitajitahidi kwenye hilo natafuta. hey. usijali hata hilo lina shaka mzee, nipe ndani ya siku mbili tu, nitalifanyia kazi, wapangaji watapatikana, haina shida, haina. Hey, ni hilo tu, hilo tu, hilo hamna shida, watapatikana basi, haina shida. Miru wa raya, moto, vumbila, usiku ngoma zinalia, pole Miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa machale machale, kanyata kimya. Anakaribishwa duara la wachawi, miti mirefu mashahidi wasiri anapewa dawa, anavutwa moshi, anasikia vicheko ndani ya kivuli. Swali swali ehe, si? Uh-huh. Sisi mwenyeji kidogo mazingira haya. Ah, mimi mwenyeji sana hapa. Angu tumehangaika hapa tunataka kutafuta chumba si? chumba, tum... tu. Tumepita kote huko. Kote huko sasa hapa. Ili tupate chumba, ndugu yangu. Mbona mmeshapata? Si tumepata chumba? Nifuateni mimi eh. Hapa chumba kipo kizuri kabisa hmm. Ya unajua sisi tumehangaika toka asubuhi mpaka sasa hivi kote tumepita, tujapata chumba. Yaani ki urahisi urahisi tu tunapata chumba kweli? Chumba kipo tena kizuri kabisa. Kijana, habari yako nzuri. Ah, natangia Upo. Upo. Nilivyokwambia bwana nitafutie nani wapangaji katika ile nyumba yangu pale kimya, wiki ya pili sasa inakata <laughs> ah, we jamaa we kijana we. Ah. sana ndio nilikuwa nawatafuta sasa watafuta da, kwa leo nimefanikiwa nime... ni ndio kama hivyo nimefika nao wa... ah, naona naona, sawa <podcast> Mzee Dingoka mm. Kama nilivyokuelekeza kwamba nitafika na nitakuja na wapangaji ndio yeah. Sasa yeah. Sawa, karibuni bwana. Ah, asante sana, sana mzee. Eh, mimi ndo Mzee Dingoka aliwatani apakiji kizima hapa, kumbe ndo Dingoka kijiji kizima hapa anjua aliwatan, hata kijana wangu ananifahamu koo. Kuhusu chumba nimepata yaani yeah. hata kama anataka nyumba nzima mii niko lazi. Vipi, mshaelekeza? Ah, bado sijawaelekeza na ndio maana tumefika hadi kwako tupate maelekezo sahihi ili niwapeleke kwenye mjengo. Haina shida hey, ah, tukajua kwa mzee Dingoka hakuna hakuna tatizo, hakuna tatizo. Basi ndio hivyo, unajua mzee, tumehangaika huko, tumezurula kutafuta vyumba, yaani kuja kupata kwako nimekaa bahati. Haina shida, basi ngoja tuende mjengoni kule tukaanga tukacheki, lafu tutarudi tena sawa sawa. Sisi tuseme asante sana chumba ah. sa kipo, tunashukuru na sisi, tutapumzika au unasemaje? Sawa, haina sa shida. Haya ah, bwana ah. haya ah, karibuni jamani ah, karibuni sana, mjisikie mko na amani. Sawa, haya bwana

zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa machale machale, kanyata kimya, anakaribishwa duara la wacham Miti mirefu mashahidi wa siri, anapewa dawa, anavutwa moshi, anasikia vicheko ndani ya kivuli. Oh nangwe, mbone lisoko letu la hapa Tanzania sioni kama likikuwa kivipi, yani likuwe kimataifa yani. naona tu kila siku liko vile vile. Wasanii wa kuigiza hapa Tanzania naona naona tu hapa hapa kila siku Sioni nataka kifika Nigeria, Congo, Komoro. Aa, unajua jamani, sisi kama watanzania hatupeani sapoti, kwa sababu unaweza kukuta mtu umeingia mtandaoni sawa, unaperuzi labda TikTok eh, unaona video ya mwenzio ya mtanzania mwenzio unapuzia, kisha unaangalia kutoka Nigeria. Je, utapanda lini kiuchumi? ila kuna msanii anaitwa Klamu yeye anafika Ghana, Nigeria na sehemu zingine zozote anazotaka ah, so kweli, kwa nini? Yaani paka ukisikia, okay, kama Klamu kaenda sehemu kama hizo hakwenda kwa sababu ya kazi, ila anakwenda kwa sababu tu ya mambo yake mengine kwa starehe yani, kuenjoy basi. Au shakuta kuna movie yoyote ambayo Klam ameshuti labda pembeni kuna mzungu mkorea au mchina hakuna. Sasa tunawezaji sio wenyewe kwa wenyewe Tanzania hapa kusapotiana katika kazi kama hizo? Kwa nini wasanii wa bongo wengi atusapotiane? Hilo ndio tatizo kubwa. Tuanze kusapotiana wenyewe kwa wenyewe, yaani ukipata hata bahati ukashuti katika movie ya klabu moja ukatoka ukaenda hata kwa kina manyanya ukapiga tena moja ukaenda sijui katika kombolela sijui, tukifika level hiyo tu mbali, si tunafika. Mgeni katoka kijiji cha marela kamia ya zianzi anaonekana kashuka stendi ya bajaji, anapita uchochoroni, anakutana na vijana wamekaa kijiweni, ndipo kijana mmoja wapo Dadangu, mambo poa? Kwema, kwema. Mbona kama ah... Ah, usimalize. Kakaangu, ndo mimi aha. Unatoka wapi? Mi natoka kijiji jirani, nimeelekezwa nije huku kwa sababu mimi ma mafunzo ya kule sijayaelewa, ndo maana nimeamua nije huku. Aha, dadangu, uposilias kweli? Ndio, nipolis. Maana sisi tunahitaji watu ambao wenye serious, hatutaki utani katika kazi zetu. Kwa hiyo nitakupeleka kuna sehemu hiyo, utaenda kupata mafunzo mazuri sawa, na utaiva vizuri na utajutia jina uh, lako naitwa nani? Mimi naitwa Zuena. oh, Zuena ndio. Sawa, naomba nifuate. Miruwara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. <tipos> Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini. Sema mshikaji <tipos> anapenda mademu kinoma. Yaani kaona kitoto kizuri cheupe nini, yule siku Mariam, si lazima na siku kimwona yule demu yule Mariam, si awezi yule, lazima nani? Wewe ndio usiseme kabisa, katika <laughs> watu watu wabaya A niungie maji basi mwanangu, maji hapo. Unaniuzia mia mbili. Ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi Ngoja kwanza ano unaonekana kama una haraka sana mi na haraka nikaonane na huyo mkuu unanichelewesha mzee mi naamu namu, namu taka na nayo mkuu wenu huko basi sikiza nikwambie sisi waga ukifika eneo hili lazima uvue viatu tiari tondoke <coughs> <coughs> lakini nakupeleka kule kwenda kwenye chama chetu ndio <coughs> <coughs> una nguvu za kutosha? We ninazo kama zote. Lakini ndugu yangu, nakupeleka kwa mkuu ndio, usije ukaniangusha. Sikuangushi yani, sikuangushi mimi mwenyewe. Nina hamu ya kuanga na hamu vibaya. Unaweza sana eh? Yani nina hamu ya kuwachezea chezea usiku watu walolala, na hamu ya kuwaloga loga, ni kuwaloga loga hivi. Uniambia, unaitwa nani vile nilikwambia? naitwa Zuena. Oh, Zuena hmm. sawa Miruwara yamoto, vumbila usiku, goma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi, mwele zimefungwa machale machale miduara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini mfuko mkononi, nywele zimefungwa machale machale. Kanyata kimya, anakaribishwa duara la wachawi, miti mirefu mashahidi wa siri. Anapewa dawa, anavutwa moshi.